Nafasi ambazo zimetangazwa ni pamoja na msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili. Hapa kuna nafasi sita na pia sifa za mwombaji wa nafasi hiyo, anatakiwa awe na elimu ya kidato cha nne au cha sita, lakini awe amehitimu mafunzo au stashahada, shahada au diploma NTA level 6 katika fani ya utunzaji wa kumbukumbu -kumbu kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali, kwenye ujuzi wa kutumia kompyuta. Ngazi ya mshahara ni TGSC lakini pia dereva daraja la pili nafasi sita. Sifa ni mwajiriwa mwenye cheti cha kidato cha nne na leseni ya daraja C si, au E ya uendeshaji wa magari ambayo amefanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka mmoja bila kusababisha ajali. Lakini pia awe na cheti kutoka VETA au driving course VETA au NTA au NIT au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Mshahara ni kwa kuzingatia ngazi ya mishahara ya serikali ya TGSB. Lakini nafasi zingine ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili. Hapa kuna nafasi tano. Sifa ni mwajiriwa au muhitimu wa kidato cha nne au kidato cha sita mwenye stashahada au diploma ya uhazili au cheti cha NTA level 6 ya uhazili, aidha au yamefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja na kupata program za kompyuta za ofisi kama vile Word, Excel, PowerPoint, internet, Email pamoja na publisher kutoka chuo kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara ni kwa kuzingatia TGSC. Masharti ya jumla kwa waombaji. Waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi 45 kwa waliosoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na TCU, NECTA, pamoja na NACTE. Lakini kumbuka kuenda na vyeti vyako halisi, result slip hazitakubaliwa. Lakini vilevile vile mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 24 Novemba 2025. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa mkurugenzi mtendaji Halmashauri ya Wilaya Longido. Pia boksi 84 Longido. Maombi yote ya tumwe ya kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira poto yani poto.ajira.go.tz. Hii imetolewa na Nasorobi Shemsika, mkurugenzi mtendaji Halmashauri ya wilaya ya Longido. Asanteni na karibuni kwa wale ambao ni mara eno ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, usisahau kubonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Asanteni na karibuni.